Hatutoingia kwenye uchaguzi bila mabadiliko ya uchaguzi. Tunasema hivi, tunamaanisha hatutoingia kwenye uchaguzi, si kwamba tutasusia uchaguzi ufanyike. Tutahakikisha uchaguzi haufanyiki. Tutatoa elimu kuanzia kwenye, kwenye vijiji, tutatoa elimu kuanzia kwenye, kwenye familia zetu. Uchaguzi hautofanyika, wabaki na masanduku yao ya kula kama wanataka kujitangaza, lakini Mungu wetu hatanyamaza ataenda kufanya njia pasipo njia. Taifa hili litaenda kukombolewa, kilazima, tena kibabe. Wananchi wote wataandama na kukomboa hili taifa. Musubili hiyo kutoba kama wanadhani kwenye uchaguzi, uchaguzi hauto kuwepo na watanzania wana akili timamu, wanaona matekaji, wanaona wauaji, wanaona aza kaza wana wa kaza wanazopitia Watanzania kisa uchaguzi Uchaguzi ni haki la kila Mtanzania. Uchaguzi ni haki la kila mwananchi. Kwa nini uchaguzi utuingize sisi kwenye kupoteza maisha? Kwa nini uchaguzi sisi uwe ni vita kwetu? Wa Tanzania, haki yetu, leo tuletee vita? Tunasema mama, hatutokubali. Mbeya tutakuwa mstari wa mbele, tukiongozwa na wamama wa CHADEMA. lakini moja kwa moja tuingie katika ajenda yetu ya tone tone, damu tone ile isiende kupita bure. Mungu Baba, tunakuja kila lahusika na damu ya watanzania kumwaga kwa ajili ya nchi hii, nao watamwaga damu na familia zao zitalaaniwa. yule mtu hana kosa lolote, hana kosa lolote. Na mkiona utawala umeanza kugombana na Mungu, umeanza kupigana na Mungu, utawala umeshaumbuka. Amina. Vitabu vyote vya dini vinasema ukiona tu utawala umeanza kupigana na Mungu, tano tano umeshaondoka. Kwa hiyo jamani, tusimame imara, tujiamini, yaani tujiamini na turinge kwamba sisi ndio sisi, si ndivyo? Kwa sababu iwezekana ukafunga maka, makanisa, hawa watoto wadogo waende wapi wa Sunday school, ambao tunawafundisha msikone tabia mbaya Waheshimuni wakubwa wapendeni wenzenu wa msiibe msiue usizini. Kwa hiyo wanataka ili taifa lio la uzinifu au liweje? Ili taifa liwe na majambazi ili taifa liweje? Mimi sijai kusikia, pamoja na miaka yangu sijaisikia. Wangemkamata mkamata Kwajima mwenyewe kama amewakosea nani mahakamani, kwamba watu wanauawa nani asiyejua watu kwamba wanatekwa? Nani asiyejua? Jamani, hivi vitu wanatuona sisi hivi hivi wanatuona tukoje? Hivi wanatuona kwamba hatuna akili, sisi ni mambumbumbu mzungu wa reli au? Mimi sielewi unajua. Ai kitu ni kibaya sana. Kwanza Gwajima ulichomfanyia. Hakuna mtu ambaye asikitiki. Hata ambaye hana akili anasikitika. Tone tone. Asante sana kwa majina, naitwa Elizabeth Mwakimomo, makamu mwenyekiti BAWACHA taifa. Lakini kabla sijasema mambo yote, nitoe salamu kutoka kwa makamu mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa John Heche. Nilipokuwa nakuja kwenye eneo hili, nilimpigia simu. Niwapongeze sana na watu wengine mahali popote mlipo mjifunze, kwamba hiki chama tutakiendesha kwa michango yetu wenyewe. Na mapambano ndani ya nchi hii ni magumu. Tumeona mambo mengi yakitokea, mambo ya mauaji, mambo ya utekaji, watu wanapotea, hakuna majibu na watu wengi mmekuwepo hapa kwa ajili ya Mdude, lakini mpaka leo hatujapata majibu na hatujui Mdude yuko wapi. Kuna rafiki yake Mdude anaitwa sijui nani, Kaswahili, mmesikia? Naye hatulikani alipo, mmesikia? Mheshimiwa Lema, mjumbe wa le, kamati kuu, alikuwa anasafiri kwenda Nairobi, wamenyang'anya pasipoti yake na amerudishwa nchini, hawezi kusafiri tena ko. Ninaomba ndugu zangu tuliombee taifa, sisi sote tuliopo hapa hatuko salama sana. Mimi niwaombe sana sana kwa moyo mkunjufu na wadhati, tuendelee kujitolea ndani ya chama hiki hiki. Chama kitajengwa kwa nguvu zetu sisi wanachama na wananchi wote wapenda haki na wapenda demokrasia. Na ni waanze na ni waombe wananchi wote, popote mtakaposikia mta hii sauti, tuungeni mkono chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, mtuunge kwenye ajenda yetu ya no reform no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, na mtuunge mkono kwenye swala la kuchangia chama ili chama kiendelee kujiendesha na kiendelee kuwepo sawasawa, ndugu zangu, kwa ni waombe watanzania wote siku ya leo, mahali popote mlipo, tunaomba sapoti yenu ya kuchangia chama chetu Chama Cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kwa moyo mkunjufu kabisa. Hizi hela hawali mdomoni, hizi hela zinafanya kazi ya chama, zinafanya kazi ambazo mnaziona kwenye operesheni zote. CHADEMA mpaka sasa hivi haina ruzuku, lakini mmeona mikutano ya hadhara inaendelea huko, kada ya kati. Sawa sawa ndugu zangu naomba wakina baba, wakina mama, tujitoe, tujitoe, Mungu atatulipa kwa sababu kupigania haki ya Tanzania hii ni gharama.